Mi nimekuwa mkuu wa mkoa wa Arusha na nimekuwa mkuu wa wilaya ya Arusha. Arusha pato lake kubwa ni utalii. Wapo vijana ambao ni madereva, wapo matua guide, wapo wamiliki wa hoteli na lodge, wapo wafanyakazi, wapo wakulima wafugaji, ambao hawa wote mnyororo wao wa thamani ni mgeni anapoingia ndani ya ardhi ya Tanzania. Mkulima atalima atauza mboga mboga, mfugaji atauza mayai atauza kuku, mtalii atapata nyama ukienda kwa mmiliki wa hoteli atalipwa fedha, yeye atapata fedha, wafanyakazi walioajiriwa kwenye hoteli watapata fedha, watatunza watoto wao. Ukienda kwa madereva watapata ajira, watatunza watoto wao, matua guide, mtalii anapokuja wanaingiza kipato. Lakini leo anasimama mtanzania mmoja, na kuna baadhi ya vyama vya siasa vinaunga mkono kwamba watalii wasije. Je, dhamira yao ni nini? ni nini, ni kumwangamiza huyu mtanzania, au dhamira yao ni kumkomoa mtu fulani ko hivyo niseme tu kwamba fursa ambazo zinatengenezwa na serikali chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan ni fursa ambazo zinakwenda kuwanufaisha Watanzania. Hivyo tuombe Watanzania wafungue macho, wafungue masikio, waone dhamira njema ya serikali ya Chama Cha Mapinduzi katika kuwaletea maendeleo. Wapo wanaharakati harakati ambao wanalipwa fedha wanaamua kuchafua nchi na wanaoumia ni Watanzania sisi, sio watu wengine. Hivyo tuungane kulinda taifa letu na tuwapuuze wale wote ambao wanatumwa au wanajituma kuweza kuangamiza nchi yetu. Hapa ni nyumbani kwetu na hatuna nyumba nyingine. Hivyo tusikubali hata siku moja kushirikiana na watu ambao dhamira zao ni kwenda kuharibu taswira, heshima na thamani ya utu ambao tuko nao leo.